Shalom, shalom, shalom. Ndugu zangu ni wapendwa, natumaini mmeshinda salama leo, naenda kuangalia kuwa na imani wakati wa tufani, kuwa na imani nyakati za tufani <clears throat> ajalishi ni mambo mangalipi mnapitia kwenye shughuli zako kedekede za utafutaji, lakini kikubwa napenda kus, kukusii ndugu yangu ni kuweza kuwa na imani katika nyakati hizo unazopitia, haijalishi ni nyakati za mwisho au ni wakati wa aina gani, lakini amini ya kwamba hivi hilo jambo linaisha. Amen. Uh, naomba tuweze kwenda kuangalia Samueli 16 Samueli wa kwanza, Samueli wa kwanza, kwanza. Samueli wa kwanza sura ya kumi na sita kuanzia aya ile ya kwanza, tasoma kwa msaada wa Mungu, nao inasema, Bwana akamwambia hii Samueli, hata lini utamlilia Sauli, ikiwa mimi nimemkataa asimiliki Israeli? Ijaze pembe yako mafuta, uende nami nitakapo, nita n, Sori, ni uende nami nitakupeleka kwa yu, kwa Yese Mbethlehemu maana nimejipatia mfalme katika wa, wanawe. Kwa naweza tukaona kwamba hivi katika nyakati hizo ukisoma juu kabisa pale kwa nani, Samuel wa kwanza sura ya kumi na tano, ni kwamba Sauli alikuwa ameshafanya maasi tayari na ilikuwa ni nyakati ambazo ni za mwisho, na ngome isingeweza kubakia vile vile, lazima mfalme aweze kumiliki. Lakini lile lilikuwa ni kama funzo, kwa sababu ukifuatilia Israeli kwa umakini zaidi na Biblia yenyewe inatuambia hii. Samuel wa kwanza ukisoma vizuri, ukishuka nayo, inakwambia Israeli ilikuwa inatafuta mfalme ilikuwa ina uhitaji wa mfalme ambaye anaonekana au kiongozi ambaye anaonekana. Ila Mungu Mwenyezi Mungu aliongea na Israeli kupitia Samuel, kama kawaida, kama hivi anavyofanya sasa hivi. Uh, aliongea na Israeli kupitia Samuel ya kwamba hivi, hakuna mfalme yeyote ambaye ni mkamilifu ambaye ni mkuu kuliko mimi hapa. Kwa hiyo Israeli bado akawa wabishi, hakuamini kwanza juu ya hilo. Kwa hiyo Mungu alichokifanya, akawaaminisha kwa kuweza kumpatia Sauli, akamfanya Sauli kuwa mfalme, lakini ilikuwa sio chaguo la Mwenyezi Mungu, ila alihitaji tu kuaminisha kwa kwamba hivi hakuna aliye mkuu zaidi yake. Aliona unafuu. Unafuu nani? Sauli akamfanya kwa mfalme lakini baadaye, baada ya maasi sasa kutokea, ndipo ambapo kuna neno au kauli ambayo huwa inakuja laiti tungalijua. Kwa hiyo hata Mwenyezi Mungu pia alionyesha ile hali ya kuweza kunung'unika, hali ya manung'uniko, lakini ile hali ya manung'uniko ilikuja pale ambapo tayari Sauli alishafanya maasi. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu alinungunika kuweza kumchagua Sauli, lakini hakunungunika hilo. Ukiangalia kwenye upande wa pili, yaani ukiingia kwenye tafakari, utagundua kwamba hivi hakunungunikia hilo. Bali alinungunika kwa Israeli kutokuweza kumwamini. Paka jambo limetokea. Kwa hiyo dakika mwisho unaweza kaona kwamba hivi sasa maamuzi yashatoka kwa Mwenyezi Mungu kwamba hivi Samueli anatakiwa ajaze mafuta pembe yake na kuweza kwenda kwa mpaka pale ambapo Mwenyezi Mungu ameweza kumwelekeza au kumuongoza kuweza kumpata mfalme, ambapo baada ya kufika kule sasa ndipo ambapo akapatikana Daudi katika wakati ambao ni mgumu sana nyakati zote zato, yani nyakati ambazo ni za sintofahamu pia mbali na hapo, mbali ya kumpata Daudi, lakini pia tunaweza tukaona kwamba hivi Daudi alikuwa na imani. Daudi alikuwa na imani juu ya vita anayokwenda kupambana nayo. Ukifuatilia vizuri historia ya Daudi, Daudi ndiye ambaye aliweza kumwangusha Goliati, jitu ambalo lipo katika njemba hilo, limejazia yani post yani mwili kweli kweli, aliweza kumwangusha akiwa ni kijana mdogo, lakini alipambana na kuweza kushinda ile vita. Sasa ndugu yangu, haijalishi ni vita ina gani unapitia haijalishi ni jambo la aina gani unapitia, lakini amini amini amini kwamba unaenda kushinda. Kuwa na imani, maana imani bila matendo ni sawa sana kazi bure. Na kwenye imani yako, chonde chonde chonde, usiwe na njia mbili, maana Wenye njia mbili nao pia sio wazuri wala hawahitajiki, hawahitajiki machoni pa Mungu. Heri kuwa moto au baridi kuliko kuwa vuguvugu vugu. Mwenyezi Mungu awalinde wote na aweze kuwa na sisi katika nyakati zote na kutupa imani iliyo kwa thabiti ndani ya mioyo yetu, amen.